Okay, vipi dogo, ah, wanakuita nani? kuna watu wakujui labda nini mwanangu ah, na majina mengi uh -huh, kila sana, sana, sana tufanye tu tumalize. Wanakuita. Mwanangu shwari lakini mambo yanaenda maisha. Ah, ah, kila kitu skuli umegraduate mwanangu kitambo sana, mbona uliza mambo tena mzee wangu, umeweza mwaka gani? Mwaka jana. Sio muda najua tena mambo ya skuli, mambo ya university. Eh, we'll ulisoma wapi? hebu tupe tupe tupe nani kidogo, ah, kusoma kuanzia background ya hey, eh, mpaka leo na sasa hivi unafanya nini nini? Ah, okay eh ah. Wanangu, mimi nimesoma, nimezunguka. Nimerudia madarasa mengi sana. Nimesoma shule yangu ya kwanza nakumbuka ilikuwa ya Kiislamu, Kindagate nilisoma Moshi, Pasua. Jina ah, sikumbuki vizuri lakini nilisoma Pasua. Nikaja nikaamia daa, pindi ya wazi yangu nikasoma Mtambani ah. Sasa hapo Mtambani ndo nimeenda kufanya interview, nakumbuka kipindi hicho ndo ushamba sasa, magorofa sasa, unajua tena magorofa, unakuja Dar es Salaam, Dar es Salaam unatoka Moshi kuja, unaona gorofa ah. Mtambani Kinondoni likuwepo pale, sijui kama wamebadilisha jina sikumbuki ah, okay Mtambani pale yeah. Nikaenda kufanya interview pale, naambiwa nikapande juu, nikafanya interview, nikawa natambaa, nalia, piga kelele nyingi sana yeah. Nikaka cancel interview. Kwa kurudishwa kabidi nirudie darasa. Kwa nikarudi tena kindagate nikusoma. Kwa ikaenda ikaenda nikatoka nika nikaenda Rising Star. Nimesoma shule nyingi sasa. Yaani mm. yo primary. Do. Ila Rising Star inalii, that Rising Star St Mary's. Union Base. Yeah. Nikasoma soma pale nikamaliza. Ah, nini wewe? Sasa watoto so, wananilii huko kijamba nane. Unajua kwa nini watu wanaita jamba nane? Kwa nini? Ni shua hamwezi kuelewa. Hamna, yaani kajambanani, darasa linakuwa darasa ambalo linatosha wanafunzi labda hamsini. Sasa sisi tuko kama mia, mia hamsini. Amna, si wenyewe tulikuwa tuna kafu, unajua sisi tulikuwa tuna class red, blue, green. Nahisi mpaka leo hapo. Sasa sisi mkondo mmoja. Sasa mkondo mkondo mmoja mnakuwa mkondo sasa unafikiri maana akajamba nani nini? Yaani akajamba nani yani hiyo? Akitoa shuzi mmoja wangu mnahema kweli hapo ndani. Sasa yeye akitoa shuzi mmoja hiyo kila mtu akajamba nani? Akajamba nani? Akajamba nani? Akajamba nani? Aondwe kutoka akajamba nani. Na no, maana inaitwa kajamba nani? Yaani ah, shule darasa mnakuwa wengi sana kuliko kuliko inavyotakiwa. Eh, kuliko inavyotakiwa yani ndio shule zetu. Shule za kata nyingi zilikuwa hivyo eh, lakin... si... eh hasa shule zenu hizo mzee eh, watu tunafika arobaini, mnatakiwa darasani arobaini bado tulikuwa, lakini sitini sabini, lakini darasa kubwa. Sasa watu aa, mpate hewa kidogo, watu mia mbili. Yani hadi mwalimu kukujua anaweza simjue, yani mwalimu anaweza ka darasani kuna mwanafunzi hata mjuagi yani Yeah. Shule zetu hizo, kwa mzee baba. Amna, mambo mazuri uh-huh. Nikatoka hapo, nikasoma ah, so nika kwa hapo nikasoma mpaka darasa la hapo hiyo nilisoma St. Mary's St. Mary's, nikaja nikatoka, nikatoka nikasafirigi nikaenda kusoma Uganda nikarudi darasa la 6 nikarukishwa nikaenda form 1. Kwa okay. Sekondari yangu wa kwanza ilikuwa Magnusi kwa Kigogo, Gongo mm, la Mboto. Gongo la Mboto hiyo. Oya unyade huko. Niliwaburuza sana nikaomba, mm, po niende kwanza nikapata changamoto nikaenda Rising Star. Rising Star nikamaliza pale form 6 nika nikaenda kusoma government. Mm. Kibit Boys iko Kibiti huko Pwani. Nikamaliza form 6 pale nikaingia zangu chuo sasa. Chuo Kampala International. Watoto wakali wanaosifika kwa vitu vyao Kampala, huko oh. Kampala, so huko kwingine eh? Ah, kila, kila chuo kina sifa zake zake, mabisho hmm. Eh, sibii wazee wako hmm. <laughs> mtelezo umo umo. <laughs> Uh, ushaelewa, D mbili hizo zinahitajika mzee wangu. <sighs> Uh, aondo kabisa. Chapa ilale goma, chapa ilale goma, inuke sisi masifika kwa mademu wanaume... Sisi pale, eh, eh, uh, pale tuko karibu na TNT. Uh, mambo ya ulevi mm. Okay. mpaka sasa hivi oh, shule. Ah, kusema ukweli shule haijanisaidia chochote eh, sema tu imenisaidia kutoa ujinga. Okay. Kwamba kuna vitu vingi na vijua kwa sababu nina elimu ni, ni, nimesoma. Okay, tofauti na mtu ambaye hajasoma, kwamba kuna ujinga ambao atakuwa nao kichwani. Okay, mmm mm. changamoto gani kwenye shule ni namba za kupitia, ah, changamoto za shule, shule kusoma nini, nini. Ah, mimi changamoto yangu ya shule kubwa sana yeah, ni mahusiano tu, yalikuwa ah, wewe shule, so unaenda kutafuta mahusiano. Ah, sio mahusiano. Unajua, yeah, tena kuna zile shule zetu sasa hizi za gari za njano. Love affairs sijui nini kutwa ah. ah. <laughs> <coughs> ah. ah, ah, na demo umesimama naye. Yeah. Afu mimi kipindi hicho nilikuwa naita nilikuwa kind some boy okay. kidogo sasa hivi mambo yamebadilika badilika si unajua. Lakini yeah. ah kitambo na hapo wewe mwenyewe si unajua. Story yangu si unazijua. Ah. Haya bwana. Wewe nadhani shule pia imekusaidia? Ah shule imenisaidia kwa namna yake. Okay. Napambana na hangaika huku na huku kupata riziki. Mm. kupitia shule hiyo hiyo. Da kweli mwana. Ni changamoto gani ambayo labda ulishai kupitia? kwenye maisha yako utaachana na ma mashule huko au ma... paka saizi yani ni muda um, mrefu unatumia ni shule. Sio kwa muda mrefu nimetumia shule, maana boarding, so unajua tena mambo haya mm, kitu gani ambacho huwezi kusahau huko school? nini ma school, school? Mm. da kitu ambacho siwezi kusahau, nilirukaga ukuta mwana kwenda kutafuta vyakula. Unajua shule yetu ya ya sekondari tulikuwa turuhusiwi ya kutu, kutoka nje so kula vyakula kula vya nje, kwa ni kwamba pokitmani ilikuwa inaachwa shule o nakula chakula ambacho ni cha shule ko hata vitu kama juisi, sijui maandazi, ni shule wanaotoa kwao. Mimi nikaruka kwenda kununua kiepe, kwenda kununua kiepe cha kwangu na cha demu wangu <laughs> ruka ukuta, wakati narudi nikapata na alama hapa, nahisi kwenye mkono, nasema nitakuonyesha, utaiona msumari uliingia kwenye mkono hapa, ikachana kitu kitu ambacho siwezi kuja kusahau mpaka leo. Kwa nini hicho tu? Je, kwa shule hicho. Lakini na uh, shule ni mapenzi ulikuwa nayo sana wao. Mapenzi eh kitambo. Na kwa nini sasa shule ulikuwa na ulikuwa unadili na mapenzi pia? Sio kudili na mapenzi kwa sababu hmm, kila kitu cha shule mimi nilikuwa nakiweza. Nilikuwa na faulu vizuri. Ona pendwa na walimu. Wewe nadhani wewe unadhani kwa nini mahusiano mengi ya vijana hayadumu yani? Mahusiano mengi ya vijana hayadumu. Hmm. Graduate. Wewe unadhani kwa nini? Nani? Tuseme nini kwamba kila mtu kujiona, ye eh, nafasi yake ni ya kwake mmoja, hawezi kujishusha kwa mwenzia. Okay, wewe mm, nadhani mapenzi mapenzi ukiwa okay, na ma, wapenzi wengi inakuwa ni kikwazo cha mafanikio. Nanadhani kwa nini wapo hapo kweli au? Sasa hilo siwezi kulijibu kwamba ni kweli ama si kweli eh. a nitakupa ah, options mbili wab okay. unaweza ukawa na wapenzi wengi ukafaidika na no, ukawa na wapenzi wengi usifaidike nipokea na wengi, unaweza kufaidikaje? Ukiwa na wengi, unaweza kufaidikaje? Tudei kwamba katika maisha ya sasa hivi ya vijana, hatutegemei kwamba mwanamke awe anakuomba kila kitu yeye. Sasa hivi mwanamke naye anatakiwa ajipambanie, kwa sababu wana slogani yao kwamba, even women are like men, wanawake ni kama wanaume. Kazi wanazofanya wanaume nao wanafanya. Sasa tunakuja pale kwenye mahitaji. Mimi naweza nikawa na wanawake wengi, for example, nimekwama

Alafu pia kuna vitu unaweza ukatoka huku umezungumza, kumbe na sisi tunaweza tukaomba. Eh, tukaomba wanawake, si una tuka umba, tuka umba una eh, unaomba sasa hivi seriously? Wapo mm, unaomba wewe? Ushaomba na ushawai kumwomba mwanamke pesa eh? Nishawai kumwomba, kwani sio? Eh, si yes, mwanamke wangu na mimi si nampaga, kwani ya snip mm. Eh, unaomba okay, umri gani sasa hivi? Ah, mimi am still young na kama miaka 25 25 umo 20 hotel na wanawake na kuomba na hela hamna Sio, unatakuwa katika maisha, unatafuta mtu ambaye mnaweza mkalingana level, kwamba ukiwa hauna na kusupport na yeye akiwa hana unamsupport, lakini usiwe mzigo. Kwamba tunakuja kwenye meaning ya kuwa na, na mahusiano wa mtu mmoja ni kwamba mm, ongea kwenye mic, ongea kwenye mic, ni kwamba hivi ukiwa na mtu mmoja yeye mm, anaweza akapata shida akakuomba ukamsaidia. mm -hmm. wewe ukapata shida, tatizo lako mm, unaongea naye ukakwambia, sina au siwezi mimi ni yeah, mwanamke wewe ndo unatoka unihudumie. Hey, uh, uh, kawaida, siku hizi kawaida wapi? Sasa hivi mambo yameshabadilika. Ndiyo maana amebadilika ndoma kwamba sisi wanaume tumekimbia majukumu yetu. Hatujakimbia majukumu e, kuna mwanaume ambaye anakimbia majukumu e. Sasa kwa nini umuombe mwanamke kati yeye ndo atakiwa kuombe wewe? Majukumu yako ni yapi? Eh, kumhudumia mwanamke kumhudumia mwanamke eh eh. Eh, kuna kumhudumia sasa, kwa nini tena ni mimi tena ndo ni yeye tena anihudumie mimi? Sasa hawezi kukuhudumia hapo, tunasema kusaidiana, kusaidizana ah, kusaidiana umemuoa. For example nataka nikupe mfano. Ah. Leo hii wanawake wengi ah. Awapendi kujishusha mbele ya wanaume zao kwa sababu gani? yeah. Sasa najua yule vipi yule ana hela e, ndio wewe unamwombaga, so usinamwombaga. Unaweza ukawa wewe ndo unampa, lakini akapata mtu huko akawa anamwezesha akamwezesha uweze kukuzidi, kesi ndo kukuzidi. Sasa eh, alafu kuna grudges zinatokea hapo katikati, kwa hiyo anakuona sio kitu. Yani, ngoja nikuambie ni kuna kumbia. principles ngoja sasa, kwanza uh -huh. Usongee, ngoja nikupe nikupe madili, kuna uh -huh. principles kwamba mwanamke wako, unajua kuna wanawake wengine wako very mentally stable mnaweza mkatoka outings mkaenda, mm. kula for example, mmeenda kula dinner au sapa whatever, mmeenda kustare, bili inakuja pale, anakwambia pay half, I pay half, ni sawa sawa, wewe ni, sawa. Sawa. ni sawa. Kwa sababu it's the thing that you have planned. Mwanaume sasa ndo sasa, ninakupa hiyo ni kwamba mmeplan nyewe wawili ah. ila mkitoka kwamba wewe umemwambia bwana, we tonight tunaenda dina hapo, umeshamwambia wewe it's you. Lakini kwamba mmepanga si nini tuende, hapana, mi hiyo nakataa. Kwa nini? Hapana, yaani yaani iwe umepanga iwe ujapanga, umeelewa? mm -hmm. Yani, you have to pay, yani wewe mwanaume natakiwa utoe. Ngoja nikuulize, kwani yani, in case aanzia nyumbani, uh -huh. au vipi? kwambie kabisa bwana mimi sina pesa ah, lakini so mmefika, alipe yeye? Unajua nake anaweza akakuacha mataa, mwana ndio mwanamke kawaida. Uh, ukizingua kitu kama hicho mm, anaweza akakuacha pale. Mm -hmm. si ndio? Mm -hmm. na usifanye chochote. Yeah. na uwezi kumpata kwa sababu atapata, anaweza akapata mwanaume mwingine ambaye, mm, atakuzidi pesa, umeelewa? Kwa hiyo ni bora umwambie mapema kuliko kwenda naye sehemu alafu akakuacha mataa. Sasa mimi kuna mwanangu aliacho mataa. Sasa nikupe story, hata mimi nishaachwa sehemu eh. Yani nishaikuaga na mwanamke wangu akaniambia naomba tutoke out Mm -hmm. Nakupa mfano yeah. namba toke out. Nikaambia fresh, lakini mi siko poa mm -hmm. mi silewi mm -hmm. Akasema fresh, mi nita clear kila kitu. Mwanamke ndo ata clear, yeye ndo ametaka hiyo out, au sio? Nikaambia basi poa, amna noma mm -hmm. Tukatoka, wakati wa kutoka niko naye, umeelewa japo nilimwambia sina pesa lakini nilikuwa na hela yangu ndogo, yani sikuwa na hela, yani sio kwamba nisikuwa na hela kabisa. yeah. Nilikuwa na hela ndogo ya kutufikisha ile eneo, nauli ya nauli ya mimi na yeah. yeah. yes. kwenye okay. daladala. daladala tu ndio kwa kwenye daladala tu, umeelewa? kipindi hicho mm. nini atu, yeah. bado tuko tunajitafuta, umeelewa? yeah. mpenzi wangu nini Fresh kapanda daladala tukaenda paka somewhere hivi ni Kigamboni mm. mimi nikawa nalipia nini nauli yeah. paka tumefika si najua ile aibu mchana ile, uko na mchumba nini, alafu utatokaje au tu za mchana? Sasa mzee wangu, ndio nakwambia out, siku tunatoka out kwanza, asubuhi ile nini fresh, tunaenda ku ku take time kule. Hapana, ndio iko hivyo, unatoka toka usiku vipi? Babu, unatoka usiku. So lazima usiku, so out zote za usiku unaitwa late nights. Uh -huh. Sasa tumefika kule, tunarudi zetu sasa au vipi? mm. tunarudi <coughs> usiku. kasha viingilio sijui nini kila kitu ashalipia unaona. mm. Bwana, wakati tunarudi kula nini akalipia. mm. wakati tunarudi mi nikawa nimeishiwa sina hela. mm. nikaba sasikia bimama, mm. mi hapa sina hela, sina nauli hata nauli sina Emne... nipunguzie hapo hata nauli tu mi nifike ao, mm. kwa sababu hiy alikuwa naishi kwao na mi naishi mi kuwaishi kwangu kwa, kwa, kwa nimepanga alikuwa uh-huh. kwa naenda kwao mi nikuwa na nda zangu kwetu kwetu, mm. nikuwa naishi Gongo la Mboto huko, nilikuwa nimepanga nime majoe huko ndanda mwanafi alikuwa naishi Kimara, Kimara Mbezi mm. akaniambia, mi sina hela mm. na akaniambia kwanini wewe una uh -huh. nikaambia, mi mbona nilikuambia kwamba sina hela mm. akaambia iwezekani mi siwezi kukupa Asa... uwezi amini nisikilize, mm. uwezi amini mm. aliniacha ah, na kunipa hata mia, ha, mia. Nikaambia kwanza nilivyoona ni, ni, ni, ni tu kama tunataka kubishana afu tuko pale nini, mm. Nikaambia basi sawa, we nenda, mna shida we nenda, mm. Aliondoka kweli alivyomwambia we nenda, na aliondoka kweli mm. Hakunipa hata mie, nikaambia fresh ya, mna shida mna shida, kwa sababu kichwani nilikuwa najua hapa naweza nikapiga simu zangu mbili tatu fresh, nikampigia mm. mwanangu Lizra, yeah, kambea, sikiza mwanangu, na eneo hapa nimeachwa mataa kidogo mm. Afu sielewi, hebu ah, nitumie hapo kama 10 hivi <laughs> akantumia mwanangu na, na nabda zangu mmoja naye akantumia, nikawa na kibunda changu fresh paka mpakam ah. Sasa um, unaona sasa, ngoja kwa ssanikupeanamke tegemea ndomana kwa... Nikakupa hiyo scenario ya kwamba mahusiano, kwenye mahusiano na watu wengi kuna <coughs> faida yake sasa umeona hapo, ulikuwa na mahusiano na mtu mmoja tu, mmoja pika, pakuwa pete na kidole. yeah, hapo, hapo, hapo, hapo, hapo ni kwamba ulikuwa una faida kwamba ungekuwa na watu wawili au watatu kadhaa ambao wanakusupport ama apana, apana, mtu ambaye unatembea naye. Ngoja sasa nikupe sasa, for example ah, leo hii unaweza ukaishiwa bando hapo kwenye simu mm. Ukao huko sehemu ambapo yani hamna sehemu nyingine ya kupata pesa hata rafiki yako wa kiume yani, mwanao yani, mwanao sana, ah, uh, uh, uh, uh, yani kumwombaomba kila muda naye anachoka. Hapana, hawezi kukuonyesha, lakini ngoja nikupe mambo hayo. Shilingi 5000 wewe leo hii, hata babako mzazi, kuna muda mwingine yani wewe ni mwanaye, unamuomba unamuomba haswa watatu hawezi kukosa hata mmoja, lakini, lakini, lakini lakini, lakini sio hey, hey, lakini sio mwanamke mwanamke... ah, ah, ah, ah, hey, yeah. ah, sasa mimi mwanamke hapana, sawa ah, mi nakusikiliza kwa sababu ni nani yako na wengine aa hiyo ni faida hasara yake sasa kufuma nizi mengi kufuma fuma, kwa sababu mwanamke tena kishaona, kijana umemwaminisha nini? Umemwaminisha ndio yeye ya peke yake, ndio yeye peke yake. Afu siku anakuja, naona mtu kakuposti, afu anasema BFF pale. Sasa unajua mm, kuna ile ya kinafiki kina, hawezi mm, kuandika baby, afu anajua kuna una mtu mwingine kwa anakuandika BFF. Kakopa nini? Hilo swali hilo gumu kishenzi, lakini kwenye hao kama una wengi kwenye hao kati yao hawezi kukosa mm, hao wengine pia lazima awe na mtu wote wanakuwa kitu kimoja. nimejifunza hata mm. mwanangu Tatubu alisema yeah. point sana. Unajua kwamba ukiwa na wengi hauwezi kuconcentrate sehemu moja, utakuwa huku, hauwezi kukaa bia sehemu moja cool. a wanawake wanahitaji muda. Mwanamke anaweza msikize eh, wanawake anaweza lakini kwa wale wengine wale mm. watakuwa wanajua kabisa huyu jamaa ana mtu kwao ye, na yeye mm, anajiongeza, anatafuta mtu, anatafuta mtu mwingine na sio anatafuta, yeah, yes anatafutwa yeah. Kwao yeye ana ana add tu anamongeza. Ngoja wewe, umeshawahi kwenda kununua umeshawahi kwenda kununua nguo ukiwa ukiwa mtupu? Ah, haiwezekani. Ah, haiwezekani. He, eh, hey, basi ndio hivyo hivyo, ndio maisha yanavyoendelea kwa uh, kwamba cha kwa kwako nacho kuna mtu naye anakitaka eh. Na unaweza kukuta kashakipata eh. Ila tu ni kwamba it's under the carpet akionekana o mapenzi, mwanangu wewe, yamekusaidia kiasi gani mwanangu? Mapenzi ha, sisi wengine unajua mahusiano, sisi wengine mioyo yetu ishakufa muda saa eh. Yani, kupenda tunapenda, tuna miaka 25 tu. Yaani 25 tayari mioyo ishakufa. Nimeanza mapenzi nikiwa mdogo ah. Ah, na mwanamke wangu anampenda mpaka leo, anaitwa Samira Majid Abdallah. Ah. Ah. Umemtaja huyo mwanangu, huyo wa kitambo baba ah, ah, ah, ah. Paka leo unampenda. Leo unampenda. Una mwingine lakini sasa. Ulishaachana bado uko na. Nani? Samira? Leo. Amna ni mwanangu angu tu. Mwanao tena? Tunapenda nasema sema ndio hivyo yaani. Hivi sasa hivi una wapenzi wangapi? Nani mimi? Mm. Haa. <tus> Kwa nini kwa zombo niulizia ah, Sasa zimekuuliza. Zimekuuliza kutokana na Unataka unifunge. Unataka unifunge hapo, unataka unifunge hapo. Unataka unifunge hapo. Tufaye uh, tufanye um, swali tuli, tulikwepe kwanza, wangapi tulifanye kama next hivi litoke kwanza mm -hmm. uh, swala so, so, la mapenzi zito eh, kulijibu kidogo. Huyo si wa tangu kitambo. uy, uy, uy, uy, unajua kuna ile first love, first love at first sight wanakuambia sana. Apendi makuu. ya, una ah, majina yanabidi tu namia yuko Mtaja mmoja, Mi, ni mmoja yuko jina. Yaani yupo mmoja Taja. Taja jina. Kiuwalisia yuko mmoja ambaye anapendwa eh. E, ambaye sasa e, mimi si mwanaume jina jina la nini, tuachane nalo hiyo. Wanakwambia jina, wazungu wanakwambia hivi, wazungu wanakwambia hivi don't open the pandora's box a, kwa sababu aah, gani pandora's box ina siri nyingi sana huwezi jua utakutana na kipi. Sikia. Sikia. Hmm. <laughs> nimepita kama... mtoto mdogo, watoto wanawake kibao ah, ah. Handsome boy. Madem kibao. Boy. Yeah. Ah, amnasoma dem kibao. Soma ah, si ndiyo? Vijana tunachakarika. Sinoma, unachakarika wakati umetoka kusema wanawake wanakupa pesa we mtoto mdogo. Eh, wanawake wanatoa pesa mwanangu. Ukipendwa vizuri. Mm. Ukipendwa ukashikika. Wa mama. Wa, wa mama, wa, wa mama achana nao, uh, UTI sugu hizo unaenda ah, kufa huko. Ya, ah, bana ye. Hmm. Wa, labda nini ambayo tukijui mwanangu kwako? Kwa chwa mkijui kuhusu mimi. Hmm. Nahisi amnijui tu nilipotokea mzaliwa wapi, yani ni mzaliwa wapi, vitu kama hivyo. Mwanangu, mimi nimesoma kitu kigumu chote duniani, kitu kigumu cha kwanza duniani ndo nimesoma mimi. Nimesoma sheria hivi Sheria ni kitu kigumu, sheria kitu kigumu kwa sababu zege alisomwi zege, zege linabebwa ali, ali, ali, so ali so li minguvu tokuwe na misuli baba ya kubeba. Afu ah, unajua sheria tunatumia sana baba, unaweza ukaambiwa ukariri kesi mia kesi mia ae, Unaweza ukariri ukaenda kufanya mtihani ukaanza kujaza okay: Alima Mandundu versus Republic okay. Alienda akabaka akafanyaje, ukapewa nanli, ukaandika written statements zile unaziweza wewe. Sheria kasi, sheria eh, ni ngumu obviously mm. Na ni kitu kigumu sana yaani eh, ninavyokuambia kwamba unatoka uwe mentality, yani uwe na mentality, uwe stable kiakili kwanza mm, kwa sababu kuna vitu ambavyo unasoma wewe. Imagine unapewa mtihani, unaambiwa tu mtihani umekuja, tunaambiwa right cases you know mm afu unaambiwa andika kesi uandike hamsini uandike unazisoma hamsini unahusu unakuwa umesoma kesi tofauti tofauti. kesi hamsini uandike au wanakuletea kesi afu wanakuambia andika material fact, yaani kesi ile ilikuwa inahusu nini? Afu andike okay. Na judgment unaletewa hapo hawa hawa Manundu versus Republic, unatakiwa uandike ilikuwaje hiyo okay. Kesi okay, eh, Future Busy versus Republic, wewe ulifanyaje? Mm. ilikuwaje hiyo kesi mpaka mtu akaenda akapigwa judgment akafungwa miaka mitano kumi, okay oh, baba akili natakiwa isome hapo uandike ma plea kwa uh, yaani ni ushamaliza sheria nini, uh, plan yako? Mimi sheria nimemaliza miaka yangu mitatu, najua Kampala tunasoma kibosi sana. Kuna wengine mm, wanasoma E, kuna wengine wanasoma miaka minne huko St Augustine huko, unajua si mitatu okay, tu kibosi, lakini tunasoma vitu vingi sasa. Mm -hmm. E, kwa hapa plan hapa ni za kuanza kwenda law school, unajua kwenda kupata mori sasa, nithibitishwe niwe wakili, nijulikane na republic, nijulikane na serikali Tanzania nini, nifanye vitu vyangu mwenyewe kwao. Okay, kitu kigumu ambacho kwenye hiyo nani yako ya ya ya sheria, labda kitu kigumu kitu kigumu sana nilichokutana nacho baba, nilikamatwaga na kibomu. mm. <laughs> kwenye mitiani kibomu, ah, so, so kibomu kwamba nimekiandika eh. Aya, ni make ni, mfumo wa kibomu make, nilimpa tulibadilishana booklet na mwanangu mm. Yeah. Afu ilikuwa mtihani wa university university exams UE eh, yeah, eh, yeah, eh. Yeah. eh yeah, tulibadilishana booklet kwamba nimwandikie majibu so, wakati tumebadilishana tumeswap papers vizuri katokea fresh sasa yeah. muda wa kurudisha papers pale ndio kulikuwa kuna changamoto sasa yeah. Eh hey, mwisho wa siku yule jamaa akatolewa nyuma akapelekwa mbele mm. Afu booklet yangu mimi nilikuwa sijaandika registration number, maki kule unaandika namba, unajua eh, huandiki majina ah. Mm. Eh, namba sasa mimi nilikuwa sijaandika kwenye booklet yangu, na yeye booklet yake ya kuandika namba. Sasa hapo utafanya aje? Umlijulikanaje sasa? Kama tumejulikana miandiko, she unajua, uko na mwandiko mzuri, siku zote walimu wote wanakuwa wanajua kabisa huu mwandiko wa mtu fulani eh, okay. hey. kwa hapo wakati tume swipe papers vile jamaa kapelekwa mbele uh, e, kupelekwa mbele okay. mwandiko sasa unajulikana kwao kaandika namba yake kwao kwenye kusahihisha mwalimu akajua hapa kuna walakini huyu huyu mwandiko wa chuma Alafu unajua mimi chuo nilikuwa natumia chuma arh hilo la kwanza tunaliachana na tulikuwa tunachumia tunatumia ukoo kwao nikajulikana kabisa huyu ni mtu fulani kwao walifanya wow, Hicho ndo kitu ambacho kilinikuta hicho, kukamatwa pale pale, lakini ah, sikukamatwa on the spot, lakini okay. pia ni kwamba nilikamatwa kwa sababu kesi ilienda mpaka disciplinary hearings, nini, mambo kama hayo okay. mm. unatumia mitandao ya kijamii? Ah, mitandao ya kijamii natumia sana. kwa nini? Ina, ina inakusaidia. Mimi kijana, inanisaidia. Tuelezee sasa. uh -huh. Wewe, wewe inakusaidiaje sasa? Tuelekeze. Inawezekana sisi engo zangu ni ingine tofauti kufanya kukupatia hizo faida ambayo napata, sana sana ni tu knowledge. Knowledge kama elimu, kujua vitu vingi kwa sababu mimi am not in that market value ya kusema kwamba naanza kutumia mitandao ya kijamii kupata labda kusponsori biashara zangu wala nini, kwa sababu sina biashara yoyote bado, nasoma hasara hasara zipo kuto kulala kwa wakati yeah, silali baba, nikiingia TikTok hapo nikianza kuangalia wachumba vile sinajua tena. Hiyo ndo hasara yangu kubwa, sinajua mimi ila faida kidogo eh, faida kidogo, faida nyingi wewe hasa kusoma, kusoma ujue kwenye simu nao sio poa Hey, macho unasoma kwenye simu nao unajua message una pale yeah, una m... juu, juu simu unajua kisha kuja yani, kuna mtu limtumia ukao na eh. Uka unataka una kuangalia kitu fulani kitu eh. Kabisa kabla hujaingia sasa, ndio umefungua tu. Uh, unakutana na vitu vingine aka, yes, saa, unapita sasa ndio mitandao kijamii, hiyo ndio mitandao ya kijamii lakini, unakuta kwamba labda mimi for example nikiwa nataka kufanya kitu fulani, labda naingia TikTok, mm -hmm. mimi naingia TikTok kujuku labda kuangalia discoveries ambazo zinatokea mara kwa mara, kuangalia hivyo vitu na mute mm -hmm. hao wengine na kula zangu kwanza, nimalize ninachokiangalia, na hata mimi nikiangalia movie, hata nikisema naangalia movie kuanzia asubuhi mpaka jioni, baba nazima simu na, na kwa okay, uzuri vibaya bwana, mitandao ya kijamii ni mibaya sana ukitumia vibaya, unajua. Tena tunaona watu wanauana, watu wanatukanana, spotlight okay, zinakuwa nyingi mitandao ya kijamii. Sisi unajua si, si, si, si wachochezi, lazima mm, tuchochee vitu vie viende viral Maki, leo uwezi ukachana na mtu wako, afu mnakuja mna posti, mnategemea sisi tuangalie tu, na sisi tunapiga au muumo kwenye mshono tunabaruza tu. hmm. Eh, fresh. Fresh. Tu <laughs> ah, kabisa kabisa. Mimi nashukuru kabisa. Karibu tena mzee. Asanteni ah, sana jamani. Au sio? Kipindi chenu no, kizuri sana. Karibu. Barikiwe. Aina no. Okay.